Kama ndoto. Hapa ni wapi? Magufuli Bridge. Halafu tuambie no reform, no election. Mnajidanganya. Kama miujiza kutoka mtumbwi kuja feri, leo daraja Magufuli Bridge. Ng'ang'ana na no reform, hatudanganywi. Uchaguzi utafanyika na maisha yaendelee. Mama Samia nimepita juu ya mtumbwi mimi, miaka ya sabini kulikuwa na feri moja tu inabeba basi moja moja moja. Tukaja feri ya gari tano tukaja feri ya gari kumi na mbili, leo daraja. Halafu tuambie tupinge? Mama Samia kalia maneno, wacha porojo, tukutane jukwani. Magufuri Bridge kama ndoto vitu vya Ulaya. Mama Samia katuletea kanda ya ziwa. Sasa hivi tutakuwa tunaenda jimboni Geita, unarudi kupiga picha, unarudi kulala mjini. Haya ndo maisha haya. Noli fomu noli ni shenzi sana.